Kwa majina naitwa Haruna Mustafa Matata, ni wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, ambapo kwa siku ya leo tuko hapa kwenye maadhimisho na utoaji wa huduma ya msaada wa kisheria pamoja na elimu, ambapo kwa leo tulipata kutembelewa na kikundi kimoja kutoka Arusha ambacho kinaitwa Mtetezi wa Mama na Watoto, ambapo tulipata kutoa elimu ya masuala ya sheria ya ndoa, pia masuala ya sheria ya ardhi na mirathi, ambapo tuliweza kuwajulisha ndoa ni nini aina za ndoa, taratibu za uvunjaji ndoa pamoja na talaka na ugawaji wa mali ambazo zimepatikana zimepatika zimechumwa ndani ya ndoa, pamoja na malezi na matunzo ya watoto, ambapo kwenye ardhi pia tulipata kuwaelezea na kujua nini maana ya ardhi, namna ya kufanya mikataba ya ardhi, namna ya kuuza na kununua ardhi na utatuzi wa migogoro ya ardhi kwa ngazi zake, kuanzia baraza la kata baraza la ardhi la wilaya na nyumba baraza la mahakama kuu na mahakama ya rufaa. Kwa hiyo tumetembelewa na tumeweza kutoa hiyo elimu kwao na kwa ujumla wamepata kitu kipya na wameonekana kufurahia na juu ya elimu hiyo. Kwa hiyo tunawakaribisha pia watu wengine ambao wapo kama ni kikundi, mtu mmoja mmoja, waje katika viwanja vya shule ya msingi Ngarenaro kwa ili, kwa ajili ya kupata msaada wa kisheria pamoja na elimu. Asanteni sana. Kwa majina anaitwa Frederick John Mumbuli, mkazi wa Arusha mjini, ni mwenyekiti wa taasisi ya mtetezi wa mama na, nikiongoza taasisi hii, tumeshiriki shughuli ya uzinduzi wa huduma ya bure ambayo imetolewa na mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, huduma ya ushauri wa kisheria, lakini pia kuwasaidia na kuwafunza watu kuhusu masuala ya sheria. Nimenufaika baadhi ya mambo, mojawapo ni kwamba katika uzinduzi tumepata nasaha nyingi kutoka kwa viongozi, kutoka mwenye, kutoka waziri mwenyewe wa Katiba na Sheria, lakini pia mgeni rasmi ambaye alikuwa mkuu wa mkoa wetu Paul Makonda. Tumenasibishwa, tumeambiwa mambo mengi mazuri na mengi yanayohusiana na kuhusu masuala ya sheria na katiba, lakini pia kuweza kuishi katika taifa lenye amani na utulivu. Hivyo mimi nilichonufaika sana ni swala la mafunzo. Mimi na kundi langu tumekuwa na muda wa kujifunza, tumekutana na wataalamu wa sheria, lakini wana sheria pia kutoka Wizara ya Katiba na Sheria ambao wametufunza mambo yanayohusiana na masuala ya ndoa, lakini pia wametufundisha masuala yanayohusiana na ardhi, umiliki wa ardhi, lakini pia migogoro inayotokana na ardhi kwa haya niliyojifunza, kabla ya hapo nilikuwa kwanza, kuna mambo mengine nilikuwa nayachukulia poa tu, naona kama mambo ya kawaida, naweza nikayafanya pasi kuwa na repercussion au kuwa na athari yoyote. Lakini kumbe kuna mambo yana athari zake, lakini kuna mambo yana faida. Kujua sheria kunanisaidia mimi sasa kwenda ku, mbele hata ya ma vyombo vingine na kujisaidia mwenyewe ninapobidi kuwa na uhitaji wa swala la sheria lakini kwa muda huu wote tumejifunza sasa vyombo vya kisheria ambavyo tunaweza tuka nikashirikiana nika, nika navyo. Kwa hiyo hili ni la kwanza, lakini la jingine pia nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu mwalimu uh, mwali ametuelekeza mwa mambo mengi, lakini haya yasingewezekana kama mama Samia Suluhu Hassan asingeweka mkono wake au kauli yake, nendeni mkawasaidie wananchi wangu. Kwa kweli tunataka kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa vile alivyojitoa kwa ajili ya kutaka haki ndani ya nchi, lakini kuwa kiongozi wa mfano, kwa sababu unajua tunapofundishwa sheria kunatufanya kufunguka mambo mengi ambayo tungeweza kumchallenge Mheshimiwa Rais, lakini kwa kuwa rais anapenda haki, kwa kuwa rais wetu ana, anataka kila mtu ashiriki katika maendeleo ya nchi hii na kuhakikisha kwamba tuna haki na pia kuna upendo basi kuna, anayacha mambo haya yote yawe wazi, lakini ana, kingine ni kwamba ni kuonesha kwamba rais anajiamini kwa kiasi kikubwa, anachokifanya ndicho sahihi kwa taifa lake. Kwa hiyo anataka kila mtu asio mbumbumbu wa sheria, lakini kwa wale ambao wameonelewa, basi waweze kupata sheria. Kwa hiyo hili nimshukuru sana mheshimiwa rais, na ilikuwa ni ghali kuvifikia vyombo hivi, lakini sasa inakuwa ni nafuu kwetu lakini pia kwa wale ambao walikuwa hawajui chochote sasa wanaweza ku, ku, kuweza kuongea, lakini pia kutetea hoja zao. Kwa majina, naitwa Latifa Abasi Hassani, nipo kwenye kitengo cha mtetezi wa mama Arusha. Niko hapa tumekuja kupata elimu ya wizara ya katiba na sheria kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassani chini ya Mheshimiwa Makonda. Elimu hii ni kuhusu ardhi pamoja na ndoa za utotoni, na mimi binafsi nilikuwa sielewi, nilikuwa sijui mwanzo kuhusu sheria hizi, kama kwenye ndoa, kama mwanamke na ukiolewa, mfano umechuma mali au mwanaume amechuma mali, wewe uko tu mama wa nyumbani, mama wa nyumbani. Zile mali mlizochuma nilikuwa sijui kwamba kama mta, mtatengana zile mali zinakuwa za mwanaume tu, ila kwa sababu nimepata elimu kwamba mkiwa pamoja, mmeoana, hata mwanaume umemkuta yuko amechuma mali ziwe nyingi, zile mali mnagawana. Nashukuru sana kwa elimu hii ambao tumeipata mali hapa. Nimeelewa kwamba zile mali nitakapochuma, iwe ni mwanamke umekutwa na mali, lakini sasa mmeshakuwa mwili mmoja, mmeshakuwa kitu kimoja, zile mali mnapoachana mnagawana hamsini kwa hamsini. Asante. Kwa majina, mimi naitwa Daniel Eliza. e, ni mtetezi wa mama Samia. e, kabla ya kupata elimu hii ya tuliofundishwa na wakili waliotumwa na mheshimiwa rais wetu kwa maana ya Mama Samia Legal Aid nilikuwa sina uelewa mpana wa masuala ya ndoa. E, nimepata uelewa pia kwamba mama anapokuwa na mtoto wake mdogo ambaye yuko chini ya miaka miwili hawezi kunyang'anywa na, na, na, na mume wake au na yule aliyemzalia yule mtoto hiyo elimu nilikuwa sina. Pia nimekuja kupata kitu kipya kwamba kumbe unapokuwa kwenye ndoa ile mali mnayochuma na mwenzako mna, inakuwa ni mali ya wote, sio mali ya mtu mmoja. Hiyo elimu nilikuwa sina. Nilijua kwamba e, nilijua kwamba kuna kipindi labda nitakaa kwenye ndoa, labda kipindi mimi nilikuwa nadhani miaka kumi, kumbe kutoka mwanzo pale tu mtakapokuwa mmeanza ya ndoa kile mtakachokuwa mmekichuma wote pamoja mna, mna, kama mtakuja kuachana mnagawana mna, mna, mna sawa kwa sawa. Nimepata kitu kipya si, sijaondoka kama ambavyo nimekuja. Asante sana.